Katika ulimwengu wa tiba tunakuletea dawa bora kabisa kwa matatizo ya moyo moyo mkubwa, pamoja na presha, kizunguzungu na maumivu ya kichwa. Hii ni Lenam na hii ni Kariash. Ni dawa bora kabisa kwa matatizo ya moyo presha pamoja na shambulio la moyo moyo kwenda mbio, maumivu ya moyo pamoja na kizunguzungu. Hii ni Kariashi na hii ni Deropi. Ni dawa bora kabisa kwa matatizo ya kisukari. Kisukari ni ugonjwa hatari unaotesa watu wengi sana, lakini suluhisho ni Deropi. Sisi ni Kimimbi Herbal Clinic, wataalamu wa tiba mbadala na tiba asili. Tunatibu matatizo ya kibaolojia. Pressure na kisukari ni moja kati ya magonjwa yanayosumbua sana lakini, lenam na kariash hizo ni tiba kabisa kwa matatizo ya moyo kwa ukweli na uhakika, na deropi ni kiboko kiboko ya